Mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa William James amewahi kuandika nukuu moja kwa Kiingereza, inasema hivi "The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another, kwamba silaha kubwa dhidi ya msongo wa mawazo ni ule uwezo wetu wa kuweza kuchagua wazo moja juu ya wazo lingine. is our ability to hapa tunajifunza nini? Tunajifunza namna gani kuwa na ile mind control, ile control, yani self control, ile ya nguvu kabisa, ambayo kwamba japo mwili wangu na akili yangu najisikia kufanya kitu fulani, lakini ule uwezo sawa wa kusema kwamba Ezden, najua unataka kula saa hizi chocolate, lakini no, na ziko hapo, tuna afford kuzifikia. uwezo huo oh, ni noma sana. Unaweza kuepuka msongo wa mawazo kiurahisi sana. Leo hii nitakwambia kitu kimoja ambacho kinachangia kina sana kuleta msongo wa mawazo, stress, katika maisha yetu: mobile phone addiction. Najua watu wengi sana, yani, wanakuwa na wako na hii kitu hii, uraibu tunaita, yani kwamba wanatumia hii kitu kiasi kwamba wanasahau vitu vyote vya msingi, lakini kuna wale ambao wanatengeneza pesa kupitia hii kitu pia, si ndio? tupo wengi eh. Basi tuna namna, leo tutaongelea hapa point kama tatu nne hivi ambazo namna gani unaweza ukapunguza huo uraibu, ukapunguza hiyo addiction, na kufanya hii kitu ikawa kitu poa na nzuri sana kwenye maisha yako, ikawa na faida zaidi. Karibu. Na tumerejea. Hii ni Success Path Network, each one teach one. Mimi naitwa Ezden Jumanne, karibuni sana, sana. Tuende moja kwa moja leo hii, nataka niende moja kwa moja kwenye mobile addiction. Watu wengi sana, wengi wengi sana, especially vijana wengi wa sasa hivi wamekuwa wakizama sana katika uraibu au hali ya kuwa addicted na hizi simu za mkononi, tablets, computers, sijui nini. Lakini matumizi haya ya vitu hivi ambavyo vinatumia internet inajikuta sana, na akili mara nyingi ya mwanadamu inapenda mteremko au inapenda vitu vyepesi, au inapenda urahisi You see, kwenye simu ni rahisi sana mtu kuona kwamba kila kitu kinaenda. Kwa sababu ukiomba hiki kinakuja, ukiomba hiki kinakuja. You see, mtu apendi hustling. Kwa hiyo akili ya, ya mtu haipendi hustling. Kwa hiyo unajikuta kwamba na kwa kuwa kuna notifications zina pop up, sio nini imetokea hii udaku, sio nini, habari nzuri nzuri, entertainment kwa ujumla. Mtu anapenda sana, lakini kuna tatizo kubwa sana kama utairuhusu akili yako itembee na hiyo flow. Mwisho wa siku inakuja kuwa msongo wa mawazo kwa sababu kuna vitu vya msingi vitafanyika au vitakwamishwa na hizo ratiba zako mpya, au uko kufungamana na makorokoro mengi sana sawa sawa, kuwa distracted tunasema. Alafu kitakachotokea ni msongo wa mawazo, lakini zipo namna ya kujiepusha na, ninaona kwamba huu ni wakati mwafaka zaidi wa kuleta somo kama hili, kwa sababu sasa hivi hata watoto wadogo wadogo tu nakuta tayari wana smartphones, kwa sababu wazazi wao wameshawapatia, wanaingia mtandaoni wa kuna ma tablet, yale yanauzwa siku hizi yana ma games, juu ni za watoto zile, unajua siku hizi za pinki, za blue, za kijani zile Unaona, naona, kwa hiyo eh? tayari zipi pia zinaweza kutengeneza addiction fulani, sawa sawa sawa. hizo hizo games sio na nini na nyingine, zina internet zina kila kitu ndani yake, so let's get into it. <coughs> <Sorry. coughs> <Tuna endelea. coughs> jambo la kwanza. jambo la kwanza kwanza kwanza, tambua kabisa kwamba katika hii simu yangu nini mimi kimenishika sana humu, yani nini mimi kinanipeleka sana, au ni application gani labda mimi ndio yaani nikishika hii simu inanipotezea hata masaa mangapi mangapi mangapi, you see? Hilo ndilo jambo la kwanza kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa mfano hapa tuko sasa hivi mtu anajaribu kupiga simu anavuta waya watu no, so, so, watu wengi kwa labda labda ni Instagram, wengine labda ni YouTube, wengine labda ni Snapchat. Yeah, it is Snapchat. All right. Si tumisa na hiyo sawa, ndo maana All right. Kwa hiyo inawezekana ndio hiyo kitu ambayo wewe imekufanya labda umekuwa addicted zaidi. Kwa hiyo cha kwanza, tambua kwa sababu huwezi kumpiga adui yako yoyote ikiwa hata humjui. Wewe oh, umebeba masilaha, unaenda kupiga naye unamjua. Kumbe ni jeshi la nzige, nzige unawajua lakini au jeshi la siafu, wewe oh, umebeba bunduki, mabomu sijui nini. Adui sio namna hiyo. So, mjue adui yako, utajua namna ya kumpiga. Hatua ya pili katika nilichokuandalia leo hii ni kwamba set limits. Jaribu kuweka mipaka. Mipaka nayoizungumzia ni ile kama tunaweza kusema uh, screen time limit. Screen time limit si wengi wataweza, lakini ni kitu muhimu sana inabidi kuanza ku dive deep na kujifunza na kujua namna gani tunaweza na na na kwamba kuna mida fulani inabidi useme ndio mwisho wa kutumia simu kwamba kuanzia sasa hivi situmii simu au <coughs> Sorry. Kitu gani Tamcheki daktari baadaye. Kuna shaka. So, screen time limit. Kwa maana kwamba nitatumia simu labda kwa masaa fulani au kuna masaa fulani sitatumia simu. Discipline kubwa sana inatakiwa katika kufanya hili kwa sababu unajidhulumu au unajibania kitu ambacho nafsi yako inapenda sana. Fikiria kama wewe unapenda sana TikTok. Na TikTok ilivyo, najua kwa sababu ni una scroll tu, kitu kingine kipya. Ukiskrol na kila unachokiona yani, wenyewe wanaita pambe huko mtani, si ndio? Kila unachokiona kiko yani on point, yani kinakimbiza. Kwa hiyo lakini ujue kwamba nita set uh, nitajiwekea time limit, nitajiwekea limit limitation kwamba sitagusa simu labda muda fulani, au labda uh, saa tatu usiku itakuwa mwisho wa mimi kutumia simu, au labda saa mbili asubuhi mpaka saa tano sishiki simu, labda ni muda wa kazi Alafu saa tano labda mpaka sita hivi, utaanza yani wewe, saa sita nitashika simu, ukianza kujitengenezea pamoja na, na kuwa na maeneo labda katika nyumba yako au katika maeneo fulani ukienda unasema kabisa eneo hili ni phone free zone, kwamba huku bwana, simu hairuhusiwi. Kama vile baadhi ya maeneo ukiingia viatu haviruhusiwi, ndio maeneo kama hayo, um, kama unaenda kwenye maongezi na watu, on flight, uh, flight mode pamoja na kutambua zile notifi, uh, zile I mean, zile application ambazo labda zinakukimbiza zinakufanya nini, kila saa unataka kuangalia simu yako au kila time, notification zikiingia, basi, zima hizo notification. Rahisi tu unaweza kuzima notification kwamba sihitaji kuangalia WhatsApp kila ujumbe wa WhatsApp unaoingia. Kwa mfano mimi simu yangu iko hivyo, sio kila ujumbe wa WhatsApp unaoingia kwenye WhatsApp mimi nashika simu, hapana, nashika simu nitakapotaka. Kwa hiyo nitakapotaka ndio nitaenda kwenye WhatsApp, oh, kuna message 15, ndio nitazisoma ikiwa kila saa ina maana hiyo simu itaawezi hata kufanya kazi, sindio? Kwa hiyo muhimu sana, ya kwanza kwanza nimesema self awareness, kujitambue tambua nini kinakusababisha uwe hivyo. Lakini kingine, jitahidi sana ku set limit, uwe na limitation, weka mipaka kwamba mipaka yangu itakuwa hivi, ambayo unaweza kuweka ikiwa ni screen time, ikiwa ni kuzima notifications, au kwa baadhi ya maeneo ambayo maeneo hayo ukiingia, au kwa baadhi ya scenarios, simu unazima. Ni kawaida kabisa, kuna watu hawazimi simu, lakini hiyo ni muhimu. Jambo la tatu ambayo pia inaweza ikakuondoa katika huu uraibu au this type of addiction, tunasema jifunze sana kutengeneza health habits au tabia za afya na afya yako lazima iwe ni afya ya, yaani, ya mwili wako na akili pia. Hapa tunazungumzia anza kufanya mazoezi. Tafuta namna fulani ya kufanya mazoezi katika maisha yako. Wewe unafanya mazoezi. Kwa kipindi ukifanya mazoezi, simu yako iko off kabisa. Yaani huu ni muda ambao unafanya kitu kingine kwa ajili ya maisha yako. Basi, tumii simu sasa hivi. I'll be working out. Okay? Na kingine labda kwamba na na unaileta makusudi katika muda fulani, ambao unajua muda huu ulikuwa unatumia sana simu, lakini sio productively, kwamba muda ambao ulikuwa utumii kwa sababu eti ya bayaya, kazi biashara. No, kuna muda una, una umezoea tu labda ukimaliza tu kula una, do badala ya simu kitabu. All right? Ukimaliza tu pale, kama ni kula ndio ulikuwa unafanya hivyo, basi get your book faster, anza kusoma kitabu chako moja kita kwa moja, kitakuwa kitu kizuri sana. Na kitu cha mwisho nilicho kuandalia, unaweza ukatafuta msaada kwa watu ambao ni professionals, watu ambao wanaelewa zaidi, watu ambao wanaweza kukusaidia kwenye eneo hilo, watu ambao labda ni wana psychology. Mtu kama mimi unaweza ukanitafuta kwa ushauri. Yes, natoa ushauri kwenye maeneo kama hayo, kwamba kuna kitu kimekutatiza, unahitaji ushauri ili uweze kuendelea zaidi. Talk to me. Talk to me anybody ambaye unaona anafanya hivyo, anafanya hivyo, au pia jambo la muhimu zaidi ni kutafuta mtu au rafiki au ndugu yako fulani ambaye mko naye karibu tunamuita AP. Accountability partner. Accountability partner. Accountability partner ni mtu ambaye oya Sio mda wa simu, ndugu yangu, anakukumbusha. Ah, okay, okay. Ah, na oh, hii ah, okay, okay, okay. Mimi naitwa Ezden Jumanne na hii ni Success Path Network. Leo nimeongelea juu ya mobile phone addiction, especially jinsi ya kupunguza uraibu huu, unawezaje kupunguza katika maisha yako kwa sababu tunapoteza masaa mengi sana kwenye hizi simu, especially social media sasa hivi, kwa kuangalia vitu vingi vya kipuzi, ambapo tungeweza kutumia muda huo kufanya kitu bora zaidi. Au basi jaribu acha kuwa content creator. Are you a content consumer or content creator? Tuna consume sana. Uki consume sana, hata huwezi ku create sana, na this goes to content creators. Kama unaangalia sana sana sana, huwezi, muda wako wa ku create unapungua. Kwa hiyo punguza muda wa kutazama sana, tengeneza zaidi. Sawa sawa, nzuri sana hiyo. Mimi naitwa Ezden Jumanne, nasubiri sana kusoma maoni yako hapo chini. Success Path Network chantcan babae